Mkoa wa Tanga unatarajia kufanya jukwaa la saba kwa siku mbili kuanzia tarehe nne hadi tarehe tano mwaka huu 2025 mwezi wa sita, katika ukumbi wa ofisi ya mkoa ikiwa na kauli mbiu inayosema ushirika ujenga ulimwengu ulio bora. Hivyo basi tunatarajiwa jukwaa hili liweze kuhudhuriwa na wanaushirika na wadau mbalimbali wapatao takribani mia tano. Jukwaa hili ni jukwaa la saba katika mkoa wetu baada ya wazo ya wepo, ushirika, na uwepo wa jukwaa la ushirika lililoibuliwa na wanaushirika wenyewe walioshiriki katika kongamano la wanaushirika lililofanyika katika mkoa wa Dodoma siku ya tarehe 23 Februari mwaka 2016. Lengo kuu ilikuwa ni kutangaza bidhaa na huduma zinazozaliwa au zinazotolewa na ushirika lakini vile vile kuwakutanisha wanaushirika pamoja na wadau wa ushirika ili kujadili maendeleo ya ushirika. Tunafurahia kwamba kipindi hiki tunakutana, tayari kuna benki ya ushirika ambayo ni pamoja na mafanikio makubwa ambayo serikali ya awamu ya sita chini ya Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan imeweza kuyafikia. Walengo wa jukwaa hili linalokutanisha uh, linategemea ni kukutanisha kwa pamoja serikali na taasisi zake zinazosimamia lakini vile vile tunategemea kuwa na wanaushirika wenyewe kupitia vyama vya ushirika SACCOS, AMCOS, viwanda uh, sekta ya maziwa, sekta ya uvuvi na madini, lakini vile vile vyama vya ushirika uh, vyama vikuu vya ushirika uh, unions ambazo vyama hivi vinavyounganisha vyama hivi vya msingi vya ushirika, lakini pia tutakuwa na watu wa huduma kwenye vyama vya ushirika ikiwa ni pamoja na mashirika ya serikali NGOs, lakini taasisi za kifedha, mashirika ya umma na mashirika ya watu binafsi. Kipindi cha siku hizo mbili, tutafanya kutafanyika matendo ya huruma, akiwemo kuchangia damu, kutoa na kuweza ili kuokoa maisha ya mama na mjamzito na mtoto, lakini kujali, kujali pia mahitaji watu wenye mahitaji muhimu. Kwa hivyo ni matarajio yetu kwamba ya jukwaa hili litaongeza uwazi, litaongeza uwazi na ushirikishwaji wa wanaushirika na wadau wote wa ushirika katika ujenzi wa maendeleo ya ushirika na biashara. Kwa hivyo, kwa kifupi, sisi tunategemea basi, tunawakaribisha wote waweze kushiriki katika shughuli hii kubwa katika tasnia ya ushirika tunategemea pia kupata uelewa pamoja wa maendeleo ya ushirika, fursa zilizopo, kubainisha changamoto zilizopo na kuweka mikakati ya kuweza kutatua changamoto hizo. Kwa hivyo basi, naomba kutumia fursa hii niwakaribishe wote wanatanga, tuweze tukashiriki katika siku hizo mbili, tarehe nne na tarehe tano katika kuwaunga mkono wenzetu walioko katika sekta ya ushirika na wadau wote kutoka ndani na nje ya mkoa. Tunawakaribisha sana wananchi, mjionee bidhaa za ushirika uh, ambavyo vina ubora mkubwa sana na tuone hatua kubwa iliyopitiwa na wenzetu katika vyama hivi vya ushirika. Tunategemea kwa uwepo wa jukwaa la ushirika, iliendelee kuonyesha umma kwa namna gani limechangia katika kuangazia swala zima la kupunguza umaskini kwa jamii, lakini kwa namna gani pia fursa za uwekezaji na katika kuchangia pato la taifa limetokana pia na vyama vya ushirika. Kwa hiyo ziko fursa mbalimbali ambazo e, wadau na watu mbalimbali mbali, ndani na nje ya nchi hawazifahamu. Tunatazamia kwa kupitia jukwaa hili la ushirika tutakalokuwa nalo siku mbili la mkoa litaangazia fursa mbalimbali zilizopo ndani ya mkoa wa Tanga. Rai yangu kubwa e, kwa wananchi wa, wa Watanga na wananchi wa mikoa ya jirani wasisite kufika kuona uzuri wa mkoa wetu wa Tanga, na kama ilivyo ada, Tanga tunasema waja leo kurudi majaliwa, kwa maana ya kwamba ziko fursa mbalimbali adhimu ambazo zinapatikana ndani ya mkoa wa Tanga na zipatikane mahali pengine popote. Kama ambavyo amesema Mheshimiwa mkuu wa mkoa e, tuna fursa za maziwa ambayo ubora wa maziwa yanayopatikana mkoa wa Tanga hayapatikani popote. Tuna korosho, e, tuna korosho, zao la mkonge, wengine wamekuwa wakiona kwenye TV na kulisikia hapa, wakifika ndio mahali pake kabisa lakini kuna madini yanapatikana ndani ya mkoa wetu wa Tanga, kuna utalii eh, kuna uvuvi, angalau waje waone bahari na wale samaki eh. katika kuangazia mchango wa sekta ya ushirika, niombe sana vijana wajitokeze kushiriki kwenye shughuli za vyama vya ushirika. Vyama vya ushirika ni sehemu ambayo inaweza kutuondolea changamoto ambazo zimekuwa zikiwakuta vijana. Napenda kuchukua fursa hii kusema kwamba sasa Tanga tumeanza vyama vya ushirika vya mwani. Kwa hiyo bado fursa zinaendelea kuongezeka na ni sehemu pekee ambayo vijana wanaweza wakapata maendeleo makubwa na kuachana na shughuli nyingine mbalimbali ambazo mbali mbali, zimekuwa za kimaisha.